Mi wakati unapozoea mateso hautatoka, hata kama mtu akikuwekea mkono we'll ili utoke kwenye kifungo, hautatoka. Inahitaji wewe mwenyewe uamue, useme ya kuwa nimechoka, that I'm tired. Praise the Lord. Hakuna muujiza. There is no miracle. Mrale bila wewe mwenyewe kwa Mungu. Without you deciding. Kama Unajua, unaweza kutana na mtu yuko kwenye kifungo fulani, na hichi kifungo ni wewe mwenyewe ndio unaamua. Lakini kama una mtu anakuona tu uko kwenye kifungo na hujali, wataangalia wale wenye wajali wewe, mwenye ushazoea lakini kama umeamua, kama leo tunaweza simama like kuna vifungo tulikuwa ndani, lakini tuliamua kutafuta Mungu ili aweze kutufungua tuweze kutoka kwenye hizo vifungo. Na Mungu yuko tayari kwa yoyote anayesema, nimechoka, nimechoka, aomba Bwana, nishike mkono hold